Iba e mambo vipi tena mtazamaji wa Mastaz TV naitwa Alex Ali 26. Biende kamera iko kabisa mtumbadi. Iba e ni leo tuko na boss kama boss wa, wa uh, uh, After All brandy. Unajua bwana tushazoea mabosi wanatokea ishi Marekani lakini sasa hivi tuko na mmoja sijui yeye ndo mwakilishi sijui ni manager sijui ni bosi. Hem, ngoja tumsikilize kwanza baba ni aje? Shwari. Kwema kaka. Kwema kabisa. Tumeshikia Marhaba ndugu yangu <laughs> nimevunja nimevunja beg hiyo, kawaida kabisa yani, kwa vizuri yani. Ndio bwana, kuna kuna kitu fulani hivi kinahusika kina hapa katikati. Wewe kama bosi, wewe ni mkaji wa wapi? Mimi bwana, mimi ni mkaji hapa hapa kambini, eh, zone ya nne emu eh, ya pili tisa kwa kumi na sita ndo nyumbani kwangu yes. Mabosi wanatokea wewe Marekani, wewe sasa tujue sa, so kwa nini umefeli? Sijafeli kwa basi, kuishi Marekani ndio kutoboa? Hamna ya si danganyiki na hilo mm -hmm. Kuna kuna mwingine tulimuona, anaitwa Juma Mboto na nadhani kwamba kuna wengine, nadhani kuna namna, tulisikia kama kuna Juma Mboto na anasupportana na mtu kule kule Marekani ndio ambaye anaongoza After All brand, yaani kwamba wale ndio mabosi wangu, na mimi Juma Mboto kule, kuna Gabriel Mboto kule, kuna eh, mama Maombi Isaac kule, kuna mama Noela Queen, kuna mabosi kama sita hivi. Kuna King Father, kuna uh, the boss lady Neome. Wote ni After All brand, yes. Wote ni wana familia, aidha kuna wametoka, yani kama mmoja na ana, yeah. familia moja yes. Na ukiwa mume mimi ni kiwemo, nakubali <laughs> sasa eti yani kifupi ni akwete na After All brand, yes. Sasa kwa nini familia nzima meamua kusimamia kitu kimoja? Ni mm, kwamba Tuna gepu nyingi nyingi lakini tumegawana. Wamoja waingia kwenye muziki, na, wengine anasimamia zingine na kuendelea. Na hivyo wangapi hapo kwenye muziki? Kama nilikutajia, hapo kwenye muziki. Na baadhi yetu wengine wanasimamia. Mbona ni wengi? Baadaye msimamia timu moja au kuna nyingine? Hakuna niyo hiyo moja. Yes. Kwa nini sasa? Ah, sijui sijui sijui kujibu vipi hapo? Ni hiyo moja tu yani. Yes. namna pengine wengine wanaweza um, kusema pengine uwezo ni mdogo ndio maana wote mm. wamejikita na kundi moja hapana hapana hapana unaweza kuambia nini mm -hmm. niseme after all brand mabosi wake wana uwezo wana uwezo na tuseme hakuna yani hilo lisisumbue watu kwamba mbona ni wengi afu wamesimamia kundi moja no maana wana uwezo wamejisikia tu wa, wafanye kazi kwenye mziki pia. Yes. Pengine mi ndo mara ya kwanza nakukuta location. Pia ukiwa uki na msimamia wizi unakwaga wapi kwenye nyimbo zake nyingine? Huwa nipo una, una, una kama hivi. Wewe mm. <laughs> Ndo yeah. Yes. Nyingi sana niko naye. Wewe ndo mgeni kwangu mm -hmm. Na mara nyingi pengine unazingatia nini ya sasa kwa wasanii wako kwanza nachowazingatia kwao kwanza wasipate shida yoyote ambayo iko chini ya uwezo wangu. E, cha pili nihakikishe kwamba nidhamu inazingatiwa, ina, ina, ina pia ya yeah, kitu kama hicho. Kuna walikuwa ni wengi sana After All brand, nakumbuka walikuwa ni wengine wametoka. Kama sijakosea pengine ungetupa stori kidogo, walitoka kwa nini na pengine changamoto gani, na after wizi alivyoingia alivyoingia huko kambini mkamchukua tena mkampakiza pale pale mkamtafutia dogo mwingine mkamwekea na, maana najua kama nilivyomsikia dogo yasema kwamba hata Wizne, pia nishawahi kutana naye, akasema kwamba After All brand sasa hivi mabaki wawili, na walikuwa wako wengi. Wale wengine walitoka kwa nini? Mmm, niseme kwamba kila mtu ana sababu zake za msingi. After All brand sisi huwa tuna ile tabia, kufukuza kufukuza wasanii. Huwa mnayo tabia? tuna hiyo tabia. Eh, niseme kwamba kuna ambao labda wana, tunashindana tu labda katika hali fulani ya kuishi. Eh, kuna mtu mwingine anaweza kuingia kwenye kundi akaangalia taratibu zilizoko kwenye kundi zisiendane naye. Kwa hiyo niseme kwamba huwa ni kundi ni kubwa, kundi ni kubwa sana hapo, sio so wawili, so, tu zaidi ya wawili. E, eh, sasa wale ambao labda wame, una, unaona labda wamejitenga na sisi kwamba labda tumefukuzana au kuna mtafaruku wowote hakuna labda kuna shida mbalimbali mbali, shida ambazo hazizuiliki, ndio maana nakuta, labda tumzungumzie kwanza Wizi, yeah. Wizi nadhani kwamba sasa hivi alikuwa yuko magereza hapa katikati, lakini na alivyokuwa magereza hivi kulikuwa kuna, kuna mtu katika nafasi yake ni mm, kwamba sisi After All brand tuna ile tabia kusema kwamba fulani ametoka tumwingize fulani kuziba nafasi, hapana. Mm -hmm. Isipokuwa tunamchukua aliye bora mm -hmm. E, tunamchukua aliye bora. Maana kipindi wizi ana ame, ame yuko kizuizini. Mm-hmm. E, alikuwa amezuizini sio kwamba kufungwa, maana kufungwa ni kule kuhukumiwa, alikuwa haja kuhukumiwa. Mm-hmm. Alikuwa ki, alikuwa kizuizini. Sasa kipindi kile walikuwa wamebaki wasanii wengine wanaendeleza kazi na kujachukulia mtu kuchukua nafasi yake hapana. Yes. Sawa. Kuna kuna ile na mshikaji ndo ametua yani. Ndo tena amemrudisha pale. Kwa sababu so tunajua katika After After All brand alikuwa yuko wizi, kulikuwa kuna mshikaji mwingine anaitwa nani? Nimesahau jina kama walikuwa wao kama watatu hivi e. Lakini katika hao watatu najua sasa hivi amebaki wizi wizi ndo amefika yani, ile amefika ndani ya siku mbili tena, kuna namna, kuna moto umeingia tena wa After All brand. Niseme kwamba walikuwepo watatu kama wanavyoongea, na kati yao mmoja alijengua kulingana na sintofahamu mwenyewe, sijui hata sababu zake. yule mfupi nani yule? Utamkumbuka, utamkumbuka mm, jina lake okay. Na kuna mwingine ambaye ameenda uh, kwa shida za kifamilia, yuko nje kidogo, sio kwamba labda tumefarakana au tume... yule hajatolewa, hapana, na maana yule atarudi na tuko naye mpaka sasa hivi lakini yes. Kuna nguvu sana katika wizi wizi, uh, genge ni msanii mkubwa wizi, uh, genge ni msanii mkubwa, mmemkuza nyinyi. Mm, niseme kwamba hatujamkuza lakini Wizigenge ni msanii mkubwa. Pengine kuna madhaifu ya Wizigenge, pengine we kama meneja aidha kama bosi unaweza kutufafanulia kidogo madhaifu ya wizi aidha changamoto ya wizi ikoje, Location aidha studio. Eh e, niseme kwamba Wizigenge ni mwanadamu. Ni mwanadamu ni malaika e, mimi, mimi sio malaika wala yeye sio malaika maana yeye yeah, yeah. Ana makosa yake ambayo labda siwezi nikataja hapa kwenye kwenye media e, eh, na nami pia ananionaga na makosa yangu ambayo hawezi kataja. Kwa niseme kwamba madhaifu yake ni madogo madogo tu ambayo yanaelezeka, ni mwanadamu, anakasirika, anafurahi na vingine vingine hivi. Aisha uh, fika stage hizi genge akakukera, yani ukamwambia, ah, kuna namna, mwanangu, nataka nikutoe kwenye nafasi ni naona kuna kiburi fulani unacho? Hapana, hapana haja hajawahi kunifanyia kwanza kwa kukosa tamaa. Haja kuna namna ya shau kukuteta au kumsikia. Hapana. Kwa hiyo mnaishije sasa? Yes. Mimi na Wizigenge ni familia. Yeah. Eh, ni familia. Wizigenge ananiheshimu kama ndugu na mimi pia namuheshimu kama ndugu yake. Mm. Eh. Sasa kuna kuna ndugu sasa hivi mwingine mmemwajimu mw... nasikia kuna namna anataka aingia kwenye After All brand ni Saro Saro Boy. Vipi, kwa nini yeye Saro Boy? Mm, kwanza dogo ni talented. Ana kipaji yeah, na yule dogo sahivi ni msanii wetu After All brand na ana mambo makubwa na baadaye mtayaona, eh. Tungetamani tujue pengine story ya wewe na, na dogo mlikutanaje, mpaka ukasema mm, dogo emuingia huko. Sawa sawa dogo. Dogo, kuna wakati fulani kuna sehemu nilimuona eh, akiimba kabidi mimi nimfuate ile dogo eh, dogo, nimependa imba yako hiyo, naomba uje tufanye kazi After All brand. Basi dogo naye akuwa na makuu, akawa amekuja, tukaanza kuanza kazi naye dogo, wa kusita dogo haja sita. Eh, anajua, anajua anaenda After All brand ni sehemu gani unahisi? <laughs> Ha, ha, akusita kwa sababu alikuwa hana meneja, hata kama angekuwa nayo si tungevunja mkataba. tungevunja mkataba. Ndio. Kuna namna fulani kuna hela nzito. Ah, After All brand unaisikia? Ah. Ya muto. Acha. <laughs> Sa, boss kama bosi, kitu gani ambacho hatukijui kwenye After All brand, binafsi yetu sisi na watazamaji. Labda msichokijua sisi eh, nyie kutoka kwetu sisi. Ah. Sijui, sijui nikujibu nini hapo. Eh. Yes, sijui nikujibu nini. So, katika wanafamilia ambaye nani mwenye ambaye anasukuma muziki sana wa kundi kwenye kwenye upande wa meneja management, ni wote aidha upande wa mabosi ni wote wote. Yes, kwa nini yeah. Juma Mboto peke yake sio, Juma Mboto peke yake so, ni wote nimesema, maana kuna namna Juma Mboto akiingia huko lazima awe busy sana na After All brand Eh, na maana ile ni ule ni wajibu wake afanye awe vile awe, awe busy. Kwa nini unataka kuniambia kwenye familia kila mmoja na sekta yake? Yes. Sekta ume, nimi, kwa sekta yako na usimamizi au meneja? Mimi kwa nini usimamizi si mi, usimamizi ili, tu, ni Kiswahili tu. Yaani ni lugha tu. Usimamizi ili, e, yes, o, bosi. Bosi ye, ni Kiswahili, meneja ni Kiingereza. Yes, nisemeni. Kwa bosi bosi yeye ni maana anapokuwa hapa tunakuwa tunasaidizana. E, ila tuseme kazi kubwa sana anaifanya ni yeye kwa sababu ripoti zile lazima zimfikie. Eh, bwana kunahitajika moja mbili tatu. Lazima afanye. Boss kama boss. Hivi kazi gani ambayo itambulisha After All Brand? Mm, muziki wa kwanza wa After All Brand. Uliutambulisha kabisa ukasema mm, After All Brand hapa ile ni ya moto. Yeah, After All Brand ni kurusha nyuma kidogo. After All Brand ni muziki wa nitakuonga. Ndio muziki wa kwanza kabisa kuitambulisha After All Brand. E, eh, baadaye walikuwa na kundi wote e, eh, hapo tulianza na, na vijana walikuwepo ni Avri na Polite e, eh, baadaye madogo akaingia kwenye issue zingine tukawa tumechukua kina wizigengi sasa ya yeah. Sasa hivi kundi ni yenye ni heshima sana mimi nakwambia After All brand ni chama la wana sasa. <laughs> Wewe tukuache maana sasa hivi mtuko location, yes. Tuna ngoma gani ngapi kwenye kwenye kwenye box yetu? Mm, kwenye boxi kuna ngoma tatu, lakini tunaanza na hii tunaanza na hii hapa mdomo. yes yeah, kitoka hii kitoka hii, kuna ngoma nyingine wataipata watai mbeleni huko hapo mbele. Kwa hiyo zote lakini zinapigwa video zote tashuti zote, zote, uhakika upo tena asilimia mia saba kwenda buku. Sawa kama mdomo ushapanda hewani. Audio. Saa zote ile zingine bado Zingine bado bado, tabia yetu sasa hivi itakuwa ni kabla ya video audio. Yani, tunatoa yaani kifupi, After All brand sasa sasa hivi inakuja back to back, maana tunamaliza hapa tunaingia kwenye nyingine, tunapiga maliza hapa tunaingia nyingine, tunapiga. Pengine kuna wanaokutazama pale, unaweza kawaambia kitu gani? yeah, mimi nisema kwamba kwanza wafuatilie inasema Mastaz TV? TV. Mastaz TV Alafu watufuatilie kwenye peji zetu za kwenye akaunti yetu ya YouTube After All Brand. E, pale utapata uondo uondo ya kinifu Boss kama boss. Boss kama boss. Sema, sema sasa hivi ni kwa mnafiki, kuna kitu hawakujua watu. Sema nilipitiwa ki, kimuhemuhe. Pengine tungetamani tujue jina lako lako. Oh. Mm -hmm. Yeah, mimi ndo naitwa Kevin Kebu, Kevin Kebu. Yes. Unasikilika na kwenye ngoma akiwa na koroma, mshikaji jamana, kila kitu anamalizia. <laughs> akiwa na koroma, Kevin Kebu. Yes. Yeah. <laughs> <laughs> Bosi kubwa, Kevin Kebu. Kama nilivyosikia bana, hapo tuko location, anakuja kumsimamia kijana wake, anapiga ngoma na Saruboi. Sema hii ngoma bado ni ya mtu anaitwa Kamdomo, nadhani kwamba imeshaiti huko ndani kwetu, huko YouTube bana. Kama nilivyokuambia, anaitwa Alex, Alex ali ishirini na sita Nyuma ya kamera, niko Kabaisa mtumbadi, niseme asante sana kwako.